Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya faraja, katika kipindi hiki cha kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristu katika mwanga wa taarifa tunayokuta katika sande ya Torino leo ikiwa ni siku ya 32 ya Kwaresima ambapo kichwa cha habari yetu itakuwa ni elimu ya upimaji wa umri wa kitu cha kale kwa carbon 14. Ni kipindi kinacholetwa na Padre Stanslaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya sekondari ya Kwauso iliyojengwa kumwenzi huyu tunayekutana naye katika sanda ya Torino. Kwa hiyo kwa uso ina maana ya kwa heshima ya uso mtakatifu wa Bwana wetu Yesu Kristo, na sanda inatuonyesha, pamoja na mengine ambayo yatazungumzwa au yameshazungumzwa, tunakutana na picha moja ambayo ni kama selfie ya mtu aliyezongwa ndani ya sanda katika hali ya kifo picha inayoonyesha umbo lake na inaonyesha kumbukumbu ya mateso yote yaliyompata tangu mwanzo mpaka kaburini. Basi karibuni wasikilizaji wetu wa Redio Mbiu sauti ya Faraja, ntaanza kwa nukuu picha nyingi za Papa katika mavazi meupe amepiga magoti akisali mbele ya sanda, ni jambo linalozungumza kwa sauti kubwa zaidi ya maneno yoyote kwamba yeye akubadilishwa na matokeo ya majaribio ya umri wa sanda wa carbon 14. Ni maneno ya Ian Wilson. Lengo la kuleta somo lifuatalo, sio kwamba tangu leo tuweze kupata utaalamu wa kupima umri wa vitu. Ninapenda niseme tu haya machache, ili hapo baadaye tutakapokuja kuzungumzia majaribio ya umri wa sanda yaliyofanyika mwaka 1988 tuwe angalau tumewahi kusikia neno moja au mawili kuhusu changamoto ya kutafuta umri wa kitu cha kale kama sande ya Torino. Haya yatusaidie pia kutambua kwamba kazi ya upimaji wa umri bado inabaki ni kazi ya kibinadamu yenye mapungufu ni dosari zake. Kimsingi, nadharia ya upimaji wa umri wa kitu cha kale kwa carbon kumi na nne iko hivi Imojawapo ya vitu vya asili vya msingi katika ulimwengu. Kaboni upatikana katika umbo lake safi au kama sehemu mojawapo muhimu katika muundo wa vitu vingine kama carbon dioxide, calcium carbonate kadhalika. Mkaa safi, risasi na almasi kwa mfano ni aina mbalimbali mbali za carbon. Ya carbon ni mojawapo ya vitu vya msingi vinavyounda mwili wa viumbe vyenye uhai katika hali yake kama sehemu ya lazima ya vitu vingine. Kikemia, atom zote za carbon hutenda sawasawa kwa sababu zinazo tabia na uwezo sawa wa kuunganika na vitu vingine vya msingi, lakini kifizikia sipo tofauti chembe fulani za carbon ni nzito zaidi kuliko nyingine kutokana na idadi ya neutron katika kiini cha nuklia, yaani kiini cha atomu yake. Kwa msingi wa tofauti hizo, carbon upambanuliwa katika vikundi sita vya kimiundo. Kimuundo huitwa isotope isotope za kaboni zinakuwa na namba sawa na atomu ambayo daima ni sita, lakini namna tofauti ya uzito, kati ya kumi hadi kumi na tano. Hivyo mtu anaweza kuzungumza juu ya carbon yenye namba ya uzito kumi na mbili. Kwa kifupi, hii itaitwa carbon kumi na mbili. Katika isotopu ya carbon zijulikanazo tatu ndizo zinazopatikana kwa, kwa wingi zaidi ambazo ni carbon kumi na mbili, carbon kumi na tatu na carbon kumi na nne. Na kati ya hizi mbili tu, yaani carbon kumi na mbili na carbon kumi na tatu ndizo isotopu thabiti. Carbon kumi na nne siyo thabiti, kwa sababu ina tabia ya kuharibika na kugeuka nitrogen katika maumbile, carbon kumi na nne hutokea baada ya miali fulani kutoka anga za juu inapojigonga kwenye gesi za nitrogen. Mimea inapochukua carbon dioxide kwa ajili ya kutengeneza chakula chake haibagui kati ya chembe za carbon dioxide kwa misingi ya isotope. Kwa hiyo carbon dioxide inayoingia katika mmea na hatimaye kuhusika katika ujenzi wake itakuwa na atom za isotope ya carbon katika uwiano ule ule unaokutwa katika jumla ya atom zinazounda carbon dioxide huru hewani. Jambo hili lilichunguzwa na kuonyeshwa na mtu mmoja aliitwa Willard Libby baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Mnyama anapokula majani au tunda la mmea fulani kuingiza mwilini mwake kaboni 14 na kaboni 12 katika uwiano ule ule kama ulivyo katika mmea. Lakini mmea au mnyama anapokufa, kusitishwa upekeaji wa vitu vipya vyenye kaboni hivyo, kaboni iliyo mwilini haiwezi kuongezeka. Badala yake kadiri miaka inavyopita, idadi ya atomi za carbon kumi na nne inaendelea kupunguka kutokana na kuharibika kwa isotopu hii. Idadi ya atomu yani, atom za isotopu thabiti yaani carbon kumi na mbili inabaki inabaki palepale. Hivyo, kila zinapoharibika atomu za carbon kumi na nne, Uwiano wa asili kati ya kaboni 12 na kaboni 14 unabadilika. Kwa hiyo, wingi wa kaboni 12 unaendelea kuwa mkubwa zaidi ukilinganishwa na wingi wa kaboni 14 iliyobaki. Ni wazi kwamba kitu kilichokufa zamani sana kitakuwa na kaboni 14 pungufu kikilinganishwa na kitu kinachoishi leo au kitu kilichokufa miaka michache tu iliyopita. Uharibifu wa carbon 14 ni mabadiliko yanayotokea ghafla bila kusababishwa na nguvu yoyote ile kutoka nje ya atom ya carbon 14. Hata hivyo, mabadiliko hayo hufuata sheria hivyo kwamba kiwepo wingi wa gramu x za carbon 14 katika mwaka fulani r kwa wastani itachukua muda wa karibia miaka a 5730 kwa nusu yake, yaani 0.5x kuharibika. Maana yake nao mwaka ara kujumulisha na 5730 zitakuwa zimekwisha haribika gramu 0.5x za carbon 14. Kwa mfano zikihifadhiwa gramu kumi za kaboni kumi na nne mwaka elfu moja mia tisa tisini kwa miaka elfu tano mia saba thelathini kati ya hizo gramu tano zitageuka kuwa kitu kingine. Kwa hiyo mwaka elfu saba mia saba na ishirini zitakutwa zimebaki gramu tano tu za kaboni kumi na nne ambazo hazijabadilika Halafu baada ya miaka mingine tena elfu tano mia saba thelathini nusu ya gramu tano iliyobaki itaharibika, hivyo zitabaki gramu 2.5 za carbon 14. Muda wa miaka 5730 inaitwa nusu maisha ya carbon 14, kwa vile mabadiliko ya kuharibika hayategemei nguvu yoyote kutoka njia ya atom ya carbon 14 na na kwa kuwa muda wa nusu maisha ya carbon 14 na unafahamika, inawezekana kuhesabu muda m utakaohitajika kusudi wingi wa carbon 14 na w uweze kuharibika kiasi fulani k kwa kupima wingi wa carbon 14 iliyobaki na kutafuta uwiano kati yake na kaboni kumi na mbili katika kitu hicho inawezekana kukadiria umri wa kitu hiki kilichokufa zamani. Kimsingi, hiyo ndiyo nadharia ya njia ya kupima umri wa kitu cha kale, nadharia yenye uhakika kiasi cha kuridhisha, hasa katika nyanja za elimu ya jiolojia na arkeolojia basi hayo ndugu wasikilizaji ni maneno mafupi kuhusu elimu ya upimaji wa umri wa kitu cha kale kwa karbon 14 na ndio tafakari yetu ya leo hii siku ya 32 ya kwaresima kesho tutazungumza juu ya tangazo la matokeo ya vipimo vya umri wa sanda iliyofanyika mwaka 1988. Basi ndugu wasikilizaji, asanteni sana kwa kunisikiliza, na karibuni tena kesho tuendelee na tafakari yetu ya jambo hili, na Mungu awabariki. Asanteni sana.